mani kuturudisha kwenye machafuko yasiyokuwa na maslahi like kwa taifa letu kwa sababu za matakwa yao ya kisiasa. Tumepokea maoni mengi na miongoni mwa hayo maoni tumeyafanyia kazi, na leo tumeona tuje tena mbele yenu kuwaambia hatua kadhaa tulizochukua jana tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano sisi MECIRA tulipeleka hoja zetu mahususi kwa ubalozi wa Marekani, kwa balozi wa Marekani nchini Tanzania na kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania tukieleza mambo mbalimbali mbali. Katika hoja zetu tulizoziweka kwenye barua zetu hizi, nitawaonyesha. Hii ni nakala ya barua iliyopokelewa tuliyoipeleka ubalozi wa Marekani tukimwadresi Mheshimiwa balozi wa Marekani. Hapa ni kielelezo kwama barua imepokelewa. Na hii ni nakala ya barua tuliyoipeleka yenye hoja mahususi tuliyoipeleka ubalozi wa Kenya tukimwaddress balozi wa Kenya. Hizi hapa mnaweza mkaziona. Hii tumeipeleka Marekani, hii tumeipeleka Kenya. Tumezipeleka mahususi kupeleka hoja za Watanzania sisi kwamba nchi ya Marekani pamoja na kwamba tunaheshimu mfumo wao wa utawala bora wa kidemokrasia unaoheshimu na kulinda haki za binadamu na utu wa watu, lakini taifa la Marekani, ardhi yake, uhuru wake unatumiku, unatumiwa vibaya na mmoja kati ya wana, wanaojiita wanaharakati akitumia kukaa kwake Marekani kutengeneza machafuko, vurugu, mauaji, vifo na chuki nchini Tanzania. Tumepeleka ubalozi wa Kenya kuwaambia pamoja na mahusiano yetu mazuri ya, kita, ya, ki, ya ki East Africa sisi na Kenya, pamoja na mahusiano yetu ya muda mrefu, ardhi ya Kenya imetumika kutunza wanaojiita wanaharakati waliojificha Kenya, wakichochea vurugu, matusi, chuki, hatimaye vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo katika barua zetu hizi tumejenga hoja mbalimbali mbali ambazo tunafurahi balozi zote zimekili kupokea. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kuwataka mataifa haya pamoja na mambo mengine hususani taifa la Marekani, tumemwomba balozi wa Marekani, yeye awe daraja la kuhakikisha Marekani na dunia inapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala yanayoendelea Tanzania. Ukizunguka Dar es Salaam, ukizunguka eh, Dodoma na kwingineko utawaona Watanzania wametulia, wako bize, wanafanya shughuli zao za kila siku, lakini vikundi vya watu wachache waliojificha Marekani na Kenya, na yule mmoja wa Kenya Maria Sarungi amekimbia Kenya, sasa hizi amekwenda Scandinavia. Wao wanatengeneza sintofahamu kana kwamba Tanzania si mahala salama pa kuishi kwao. Tumemwomba balozi wa Marekani ahakikishe ana katika taarifa zake anatoa taarifa iliyokuwa balanced iliyofuata uhalisia wa ardhini pana, pana nini, kwa maana ya Dar es Salaam na Tanzania. Tumemwambia pia balozi wa Marekani asitumie taarifa za upande mmoja. Kwa mfano moja, moja kati ya taarifa yao wamesema kuna ukandamizaji wa dini. Sisi Tanzania tangu tumezipokea Ukristo, tumeupokea Uislamu tangu kabla hatujaitwa Tanganyika hatujawahi kuwa na mgogoro wa kidini. Kwa ubalozi wa Marekani, lazima ufahamu kuchukua taarifa ya upande mmoja kuielezea kana kwamba ndio taarifa sahihi, hapana. Sisi wa Tanzania tunaishi kwa dini zote, ndio maana mimi unaniona hapa ni Mwislamu, kushoto kwangu yupo Mkristo na tunaenda na maisha yanakwenda, na nyinyi mnajua hata mtaani pale e, ukiwa Mkristo huwezi kuchinja ng'ombe wako au kuku wako, utatafuta Muislamu akuchinjie, kweli si kweli? Kwa sababu unaamini anaweza akaja mtu wa Kiislamu dakika yoyote nyumbani kwangu atataka kula, kwa hiyo lazima nichinje kuku huyu, achinje Muislamu. Yaani, Mkristo ananunua kuku achinji, anasubiri achinje nani? Muislamu. Kwa hiyo tumewaomba ubalozi wa Marekani wazingatie hilo, wasiingie kwenye mkenge wa kushindikizwa kisiasa kama ambavyo wanaharakati wachache wanaotumia akaunti za mitandaoni bandia kutisha watu, kuwafanya watu wasijitokeze, wasiogope hadharani kupigania nchi yao, ni mnafahamu